Hello, mama, vipi mtazamaji bwana, tumepata nafasi ya kuzungumza na Matilda. Kama umepata nafasi ya kutembelea kwenye uh, TikTok account yake, Mati bwana, ametuonyesha kabebi toketu. Mimi nikasema huyu mtoto wa manyanya, jamani, ameanza kupostiwa mapema, au kwa sababu baba star na mama star ndio maana hichi kinatokea. Niko naye hapa Matilda, tutapiga na story, tutafahamu vitu vingi, lakini pia hili swala la, la, la dunia kutoka kwenye YouTube kuingizwa kwenye app inakuwaje, pengine na yeye ana mtazamo wake kwenye hili. Maana kila mtu kazungumza kile ambacho anakiona. Niko naye hapa Matilda, mimi naitwa Laini, niseme tu kanami mwanzo mpaka mwisho. Mati, mambo vipi? Poa poa poa kabisa. By the way, umependeza asante. Watu wakizaa wanakuwa warembo zaidi maana wananishawishi kweli kabisa na so wewe unanishawishi sasa. Sasa unasubiri nini? Nategemea sasa hapo na muda wenyewe, muda unajua kazi zetu, angalia kwanza, usikuniko kwa hapa na kuja mtoto na kuwa hamna. Yaani ukiamua kuzaa, muda hata sio kisingizi, kwa sababu hata sisi tunakusaga muda, lakini tumbona tumebeba mimba miezi tisa na tumezaa na tujazeeka kama unavyotuona eh. Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinakuchosha sana kipindi ambacho ulikuwa mjamzito ilikuwa ni nini? Ah, yani sana kwenye kazi au tofauti na kazi? Ikaje, baba mtoto alikuwa anasemaje? Sasa mambo ya kuvizimia hayo, hospitali kulazwa. Ah, ndugu yangu ni kazi tu. Hmm. Okay, kupiga full stop kusema subiri kwanza mpaka ujifungue utarudi tena. Hapana jawai. mbacho katafutiwa mbadala wako, watu waliongea okay sana. Wengine wanasema, kwa nini mmetuletea mbadala? Mleteni Mati, Mati ana shida gani? Wengi walihisi kwamba Mati hatoweza kurudi kabisa. Uliporudi kila mtu alikuwa na furaha yake. Ulipotafutiwa mbadala haukuhisi kwamba mbona kama anataka kuondoka kwenye kundi mazima? Hapana, kwa sababu mimi mbadala navyotafutwa boss wangu alinitafuta na tukaelewana, na akaniambia kutokana na uwezo wa wenzangu wote wanaofanya kazi, hatuwezi kuacha kazi yetu, kwa sababu kama unavyoelewa kazi ndio inatufanya sisi tuna tunafanya tukuna, kila kitu kwenye maisha yetu kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo yule mbadala mimi nilikuwa namjua na nililizia mwenyewe kwenye moyo wangu okay. Eh. Baadhi ya watu walikuwa hawamtaki kabisa. Ulishawahi kukaa naye ukazungumza naye ama ukupata nafasi ya kuonana naye? Namfahamu lakini simjui. Umjui ile kuwa naye kwanza? Sijawahi, sasa tu namuona kwenye movie zake na hii ya Dunia nimemwona na kuna movie zingine namuona. Sawa sawa, zile comments za watu <laughs> yeah, walikuwa wanaziona comments? Ilikuwa naziona lakini, ndo mashabiki sasa. mm-hmm. Sawa, sawa. na mimi ndo nilikuwa naumwa Pongezi kwanza, mtuliza mtoto wa kiume? Yeah, nimejifungua mtoto wa kiume. Anaitwa nani? Anaitwa Akso. Akso. Hehehe. Babake pia ni, ni, ni mtu wa uwama siyo wa, wa, wa muigizaji na maigizo? Babake siyo muigizaji. Na namna watu walikuwa wakihisi kwamba manyanya ndiyo baba mzazi wa ule mtoto. Kula ukaribu, the way unavyokuwa karibu na manyanya, unavyolala kwenye kile kifua, watu wakawa na hisi kwamba kati kuna kama uhusiano fulani vika naendelea, na inawezekana hata hiyo mimba nayo pia manyanya ndiyo muhusika mkuu. Hmm. Yani, hapana, sio baba yake, ila tu kazi kutokana, tumeshaonesha kwamba kazi walisia wa kazi kila mtu kumwaminisha kwamba babake Manyanya, ila mimi Manyanya ni kaka yangu, na kwenye kazi ndio kama mnaona mchepuko wake, lakini yule mtoto sio Manyanya. Ah eh, ba baba wa mtoto karusu, mtoto kuonekana kwenye, kwenye uh, sasa story yenyewe ilivyosomeka ilivyo kwa bosi wangu, yule mtoto hatohusika kwenye stori. Okay. Eh, eh, yani, yani stori yake mwenyewe hajataka kuingiza mtoto E, sasa kwa maana hiyo mtoto ataonekana tu hivi hivi nje kwa nje kwamba kuna mtoto na mtoto lakini hataonekana. Eh, hisi nice kabisa sijui kama ni, ni tayari au vipi lakini nimeona sijui episode ya ngapi. Wanaongea sio taarifa za mtoto, ay, hey, nice, mtoto, ingizwa, -tuki, mtazama, ni rafiki wa aina ile? wengi wapo sana okay. Kuna marafiki wengi sana, tabia za kazi na zaidi tabia za kazi, ushakuwa naye karibu mtu wa design ile kama wa kazi eh, wengi nilikuwa nao karibu. Uligunduaje kama hawa sio watu wazuri kuwa nao karibu? Unaona kabisa mtu anakufanya vitendo mpaka wewe mwenyewe unavifahamu, afu ni vibaya, yani mpaka wewe mwenyewe unajifikiria huko nini anavifanya vitendo, baadhi ya vile vitendo ambazo alikuwa akivifanya na kimoja ambacho kilishawahi kutokea kwenye maisha yako real life wanasema hey, vipo. Yani mimi naona tu ni vyote, kwa sababu we, kuna marafiki wengine wanaenda kwa waganga. Na mimi mwenyewe nishokutana marafiki, anakuwa tu na maisha yako, ajui unapambana vipi naye, anakutafuta mganga, anataka maisha kama yako. Hasa mwisho wa siku Mungu ndo anamungua

Mashabiki wamekuwa wakilalamika sana, kwa nini mmeitoa YouTube, kwa nini mmepeleka kwenye app, kwa nini hivi, kwa nini hivi? Hebu nena jambo kwenye hili. Uh, mimi hilo sitaki kuliongelea sana, kwa sababu ulipo mikononi wa bosi wangu na yeye, yeah, ameshaongelea hilo swala, na hata kama ameliongelea, sisi ambao tuna tuko kwenye kazi tunajua uhalisia wa YouTube na uhalisia wa maisha mengi, kama alivyosema, sisi tuko wengi Mone. Kwa hiyo kila mtu anapompa kipato anakuwa aliziki. Anatulipa, lakini uwezi kusema eti anakulipa. Yani kwamba sijui kuna mwingine anaweza kukuambia mnalipwa vizuri yani, sisi tunaona anatulipa kiasi chake kutokana na uwezo ambao yeye anapata wapi YouTube, lakini kwa sababu kashamua kuenda upande mwingine, waendelee kutusapoti wao watusupport wow, kazi zetu, ili tuendelee kuingiza vipato vizuri, kutokana sisi tuko wengi mwone na mwisho wa siku maisha yataendelea vizuri na waangusha mi. Mm -hmm. So, so. Ni seme asante sana upate kwenda kupumzika, pengine mtoto ameanza kulia. Yani sasa hivi naenda kumuwai. Asante sana. Haya, asante na wewe baada ya kusikia mtoto wa mumeo anaumwa, mtoto wa manyanya anaumwa, lakini bado ulikuwa ni mwanamke mke bora, naweza nikasema, ulimkumbatia ukampa na maneno mazuri sana. Watu walikuwa nafaa pale ujue u oh, vipi sio tumwelewielewi inakuwaje hii? Sio bala sio bala sio mjinga Ukipenda mtu unajua kumpenda mtu, kitu chengine upokea madhaifu yake, ki kitu chengine. Alafu mimi nachoamini kwenye ndoa yangu, ili niachane na manyanya, sio yeye kwa sababu amenichiti, sio yeye kwa sababu ana mtoto. Maybe nitaachana naye kama mapenzi yakiisha, yani nikaona sasa hapana, labda ndio tukaachana, lakini sio tu labda kwa sababu ana mtoto. Na mtu ukimpenda unajitahidi hata nyakati zake ngumu, ushe maumivu, unajua, naelewa

kwa hiyo tunasema yeah, ah, mwanamke mjinga ubomoa ndo yake kwa mikono yake. Sasa mimi mabomoa anajaribu kuitengeneza this time ndo maana inakuwa kuna kaugumu fulani huko. Lakini oh, okay. Mtaza no, no, yeah. Kwa mtazamo wako unaona unafika sehemu? Amina, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Sawa bana, tuzungumzie hili swala la dunia kuwamia kwenye yeah. Ao ah, inakuaje hapa? Ni, ni, tuseme ni ni sijui nisemeje, ni, ni mabadiliko madogo, sema watu wame react tofauti. Ili kuhamia kwenye app sio kitu kidogo, kwa mashabiki imewashtua, ila wajaribu kutusupport. Tupo kwenye namna ya kujitafuta. YouTube tulikuwa tunapata, ila ilikuwa kuna baadhi ya vitu tunashindwa kufanya, maybe vitu vya location. Sisi wenyewe unakuta mpaka leo mtu anatembelea zake pikipiki na zungua na mapikipiki huko, lakini nafanya kazi kubwa mnaiona sasa hii hatuwezi kufikia target bila mashabiki kutusapoti okay. Tulichokifanya ni, ni maamuzi siwezi kusema ni magumu kwa ma mashabiki, ila pia wakiamua kutupokea sio kitu kigumu sana kwao, kwa sababu mtu analipia kingamuzi elfu ishirini na nane. Can you imagine kelma ashindwa kulipia elfu tatu anaangalia episode.